Katika mji mkubwa wa kale wa Nineve wenye majengo ya mawe na masoko ya wazi, watu wanatenda maovu mbele za Mungu. Mwanaume wa Kiafrika Yona aliye na ngozi ya kahawia, ndevu zilizonyoka na joho la udongo, anasikiliza sauti ya Mungu ikimwambia, "Nenda Nineve ukawahubiria." Badala ya kutii, Yona anakimbilia pwani ya Yafa, akipanda jahazi la mbao lenye tanga kubwa, likielea baharini. Katika bahari yenye upepo mkali na mawimbi makubwa, mabaharia wa Kiafrika wenye miili yenye nguvu wakivaa mavazi ya kitamaduni wanajaribu kuokoa jahazi. Wanamwamsha Yona aliyelala na kumpiga kura, wakigundua ndiye chanzo cha dhoruba. Wanaonekana wakimrusha Yona baharini kwa shingo upande, huku maji ya buluu yakimzingira. Samaki mkubwa wa ajabu mwenye magamba ya kijani na buluu anatokea kutoka kina cha bahari na kummeza Yona mzima mzima. Ndani ya tumbo la samaki Yona amepiga magoti akiomba kwa huzuni, huku mwanga hafifu wa kijani buluu ukimulika uso wake. Baada ya siku tatu na usiku wake, samaki huyo mkubwa anatapika Yona katika nchi kavu. Yona akiwa mchovu lakini mwenye shukrani, anasimama juu ya mchanga wa pwani akitazama bahari kwa mshangao. Mungu anampa tena ujumbe na sasa Yona anatembea kwa bidii kwenda Nineve akihubiri kwa watu wa Kiafrika wa rika zote waliovaa mavazi ya kitamaduni. Watu wa Nineve wakiwemo mfalme mwenye taji la dhahabu na joho la kifalme wanatubu wakivaa magunia na kupiga magoti. Mungu anaonyesha huruma yake na kuwaokoa. Yona anaketi chini ya mtango mkubwa wenye majani mapana akifurahia kivuli lakini mmea huo unanyauka ghafla. Yona anaonekana mwenye huzuni na mshangao, huku mwanga wa ajabu kutoka juu ukimulika, ishara ya Mungu akimfundisha somo la rehema na msamaha. Umehuzunika kwa mtango uliokufa usiokuwa wako. Je, nisiwahurumie watu elfu mia moja na ishirini wa Nineve? Yona akajifunza kuwa Mungu ni wa rehema kwa wote wanaotubu na hakuna anayeweza kumkimbia.